Kwa sababu wameambia mechi hamna lakini leo tunaambia mechi ipi? Mashabiki kwa kauli yetu kwa kwa kwa kwa sababu sababu sisi sisi matawi yetu tutakaa tutakaa na na viongozi matawi matawi tutaamua kuwafanya. Mungu anachora hivyo wa wilaya ya Sama yake yote tutazungumza, tutazungumza, Yanga itatoka tu. Mechi tano zote mfululizo mwanzo mwanzo. Inawe unaona wapi? Unaona shida nini? Naona Daudi tena amekaa dalani anashimia.

kuileta mambo sawa nchi iende. Mama amejitahidi sana kadri uwezo wake upambane na mpira wa Tanzania. Lakini viongozi wa Simba ni nyamaza kimya. Kwa nini nyamaza kimya mechi ya Simba na Yanga? Na wao wanataka kushinda kwa kikombe. Hii mechi ya kikombe. Mechi nzuri. Imetoka ile foto kati ya nchi. Tumekubali na TFF na Boda Liga wametuliza Simba sadi kwa mpira. Lakini hoja kubwa ni ipoje? Kwa nini viongozi wa Simba ni nyamaza kimya kipindi cha wiki nzima? Kwa nini?